Muda huo taka msikitini kusoma na watoto wetu waende mashuleni, wakirudi tunaamua, katika nyumba hizi ishirini naweka mwalimu mmoja, mwenzetu mmoja litole kwenye ugumbi wake, tuugeuze madarasa ili watoto wa nyumba hizi ishirini wakasome kwa nyumba pale, wapate masaa mawili kama yale masaa anaotazama mchezo wa Kituruki, yale twajuana sisi kwamba mpira ukiwa mkali kwa kaana ukumbini hawa ila wakitawakosoma wa dini wawambea wamechoka, lakini hao wanauangalia mchezo wa Kituruki wameuhifati kichwani. Anaweza kuzungumzia jana umeishia wapi na leo unaanzia wapi. Kijana huyo wa hajui hata ala mutakaso, kijana huyo hajui hata kutawaza nioni, mtu wa Kiislamu hajui hata kuoga kwake kisheria ukimwambia mambo ya kukitiliza, siku ya kumi na saba na kumi na nane unaswali vipi wewe? Hajui kwa sababu hakusomesha. Ukimwambia hiyo swala yako unaswali wewe hiyo, wakati unakoga, hebu eleza wakogai vile, hajui yo taamimu m ni darasani. Ndugu zangu, hadhara hii ni hadhara kubwa, ina mambo mengi, ndio nio anda nimeona ujumbe huu kwa kuwasomesha watoto wetu dini tuulete, na huu ndio utapata kinachoitwa nchi yenye amani, kwa sababu watu waliosoma dini kule kuleta amani sio lazima waombe na serikali, wenyewe lazima walete amani, kwa sababu wakivunja amani wanagombana na Mungu hawagombana na serikali. Kwa hiyo tuwasomesha watoto wetu dini, ifikie mahala mtoto bila kutembea amuone Mungu mbele yake, asimuone askari wala mwanajeshi wala baba wala mama, amuone Mungu. Lakini si mpaka msomeshe. Allah Allah msomeni hili, tuwasomeshe watoto wetu dini na wale waalimu tuwawezeshe, tuwapende. Tumeambiwa sisi, mtu ima uwe mwalimu wasomesha, auwe wasoma wewe, au wasikiliza, au mpenzi Unampenda mwalimu wewe? Unampenda kweli mwalimu? Mpende mwalimu, tuwapende hawa waalimu kwa ajili ya Mungu, ili waweze kusomesha dini. Ifikie mahala mwalimu akisimamisha gari yake, mtoto aseme natamani kuwa mwalimu. Ifikie mahala mwalimu anapoishi nyumbani kwake, wengine waseme natamani kuwa mwalimu wa madrasa. Leo mwalimu ni mtu aliyechaguliwa, ni mkosha maiti mmoja

Tumwombe Allah atupe taufiki, tuamke katika usingizi huu, ili sisi wenyewe kwanza tusome dini na kisha watoto wetu tuwasomeshe dini, wasiende kumshtaki akhera, sio tukawabebea dhambi zao kule. Tuwasomeshe dini ili watakaoyafanya meyao wenyewe, lakini sisi tumefikisha katika kuwasomesha dini. Nimalizie wenzangu Leo hakuna hata watoto ku koroma, hata hata baba, umama, limoshe, wa kutuhitimisha. Ukianza kukoroma mwanao ukifa kabisa mwanao hata ajui baba au mama nimoshe vipi? Badali yake waje waone aibu zako za mwanzo. Mwanadamu um, akifa anakuwa na aibu fulani, basi mtoto wako hata wao hatababanu hata leo mahala ajumamaanu ndani a wote hawa ambakia wageni wanakuta kumuosha ule mama au kumuosha ule baba, kwa sababu hawa hawakuandaliwa. Leo maisa yanakoshwa na aibu zake za awali zinaonekana na mwoshaji mgeni. Mtoto wa kiume huko nje, ukasiara wa kike, ndio kwanza analia kama maigizo, hana lolote kwa sababu hakuandaliwa. Tumwombe Allah tufungulie yale ya heri, tuyapate, yale ya shari tuyawache. Wasalamu alaikum warahmatullah.